almaarufu kama TPLB ambapo bodi ya ligi kuu Tanzania bara wameweza kufunguka sababu za kuupanga mchezo wa Kariako dabi kati ya kikosi cha Yanga Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club, ambapo tumeshuhudia bodi ya ligi kuu Tanzania bara wameweza kutangaza tarehe rasmi kwamba mchezo huo utakwenda kuchezwa tarehe kumi na tano ya mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Sasa kwa upande mwingine watu wengi wameweza kwenda mbali zaidi na kujiuliza kwa nini bodi wamepanga mchezo huo tarehe, ingalikuwa bado hawajatoa sababu kwa nini mchezo huo uliweza kuahirishwa, yani sababu za mchezo huo kuahirishwa. Je, ni nani ambaye alipelekea mchezo huo kuahirishwa? Na waliweza kuahidi kwamba kuna vilabu ambavyo viliweza kuhusika eh, kufanya fujo, kwa hiyo lazima adhabu zingeweza kutoka. Kwa hiyo Young Africans wakaweza koji hilo, na tunashuhudia Yanga kaweza kukimbilia CAS kwa ajili ya kwenda kushtaki. Sasa, kupitia Almas Kasongo ambaye ni CEO wa bodi ya ligi kuu Tanzania Bara, ameweza kujitokeza hadharani na kuweza kujibu sababu za kuupangia mchezo huo tarehe, ingalikuwa bado wao kwa upande mwingine hawajatoa sababu ambazo zilipelekea kuahirisha mchezo ambao ulipangwa kuchezwa tarehe nane mwezi wa tatu mwaka. Almas Kasongo katika interview ambayo ameweza kuifanya, ameweza kufunguka sababu za kuupangia mchezo huo tarehe ni kwamba klabu ya soka Yanga Sports Club, club. wao kwa sababu tunaona waliweza kugomea mchezo uliopangwa kuchezwa eh, tunaona yeye ameweza kufungua kusema kwamba kwa sababu Yanga walikwenda katika TFF lakini Yanga hakusikilizwa na tulishuhudia TFF waliweza kutoa barua na kusema kwamba watakwenda kuupangia mchezo huu tarehe. Sasa Yanga wakakimbilia katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo ambayo inafahamika kwa jina la kasi. Sote tunafahamu kasi ndio mahakama ya mwisho ya kimichezo. Kwa hiyo Almas Kasongo akaweza kwenda mbali zaidi na kusema kwamba kwa sababu Yanga walienda kule kasi, wakaweza kushindwa kesi, na ukiangalia mahakama ya usuluhishi wa kimichezo ndiyo mahakama ya mwisho ambayo ina hukumu mambo ya michezo, basi kwa wanamini, sahi, kwa kwa upande mwingine wanaamini wao walikuwa sahihi. Kwa hiyo kwa upande mwingine taratibu nyingine zinaendelea, ndiyo maana wakaweza kutangaza tarehe rasmi ya mchezo kwa sababu wanaamini kama kesi iliweza kushindwa kule kasi, basi kwa upande mwingine Yanga hawataweza kwenda tena kasi kwa sababu kesi hiyo imerudishwa pale TF -u. Kwa hiyo TFF wao hawana budi kuweza kupangia tarehe mchezo huo, lakini ameweza kwenda mbali zaidi Almas Kasongo katika kikao ambacho wameweza kukaa, basi kuza hivi karibuni watakwenda kutoa taarifa rasmi kuhusiana na nini ambacho kilipelekea mchezo huo kuahirishwa, kwa sababu tunashuhudia Yanga Sports Club kwa upande mwingine waliweza eh kuwafanyia fujo kupitia makomando yao Simba, kuto kufanya mazoezi ile tarehe saba mwezi Machi, lakini tunaona Simba Sports Club kwa mujibu wa wao, hawakuweza kupeleka timu uwanjani na kuandika barua kwamba hawatoshiriki mchezo dhidi ya Yanga Sports Club. Kwa hiyo hayo yote eh kupitia bodi ya ligi kuu Tanzania Bara wanamalizia, kisha ameweza kuchakata na kusema kwamba siku za hivi karibuni watakwenda kutoa muongozo. Je, kuna vilabu vitapigwa faini? Je, kuna vilabu ambavyo vitakwenda kuadhibiwa E, kwenda kuadhibiwa kutokana na kazi ambayo inaweza kutokea mchezo huo kutofanyika, lakini tarehe ya mchezo iko pale pale. Na ameweza kufunguka kwamba mchezo huo utakwenda kuchezwa tarehe hiyo kumi na tano ya mwezi e, wa nne, mwezi wa, mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano, kwa sababu ndio utakuwa mchezo wa mwisho wa Kiporo, na mara baada ya hapo zitabakia mechi mbili kwa kila timu za ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo hizo mechi mbili za mwisho, yani mzunguko wa 29 na mzunguko wa 30, mechi hizo huwaga zinachezwa muda mmoja. Kwa hiyo tunaona ni lazima Kiporo cha Simba na Yanga kichezwe, ili mechi zinazofuatia ziweze kuchezwa muda mmoja, na mechi hizo zinachezwa kwa wakati mmoja ili kuweza kubaini nani atakuwa bingwa, nani anakwenda kushuka daraja, nani anakwenda kucheza mechi za ligi ya mabingwa, nani anakwenda kucheza kombe la shirikisho kwa hiyo michezo ya mwisho mara nyingi uaga inapangiwa muda mmoja. Kwa hiyo bodi ya ligi kuu wamepangia mchezo huo tarehe, kwa sababu Yanga wameshindwa kesi kule CAS, kwa hiyo hawana budi wao kutangaza tarehe rasmi ya mchezo huo, kwa sababu wanaamini kwamba mahakama ya mwisho ya usuluhishi wa kimichezo ndio ambayo inaamua mambo ya kimichezo. Kwa hiyo kama kule wamemaliza jambo, basi wana budi kutangaza tarehe, na kwa upande mwingine tunashuhudia klabu ya soka Yanga ya ao bado msimamo wao ni ule ule kuto kucheza mchezo huo mpaka pale watakapoambiwa kwa nini mchezo huo haukuchezeka. Lakini Almasi Kasongo akaweza kwenda mbali zaidi na kusema kwamba watakwenda kuchakata na kutoa taarifa rasmi e, kuhusu kile ambacho kilitokea tarehe saba na tarehe nane kwa Yanga kwenda uwanjani.